Tumai hujambo. Ripoti za hivi punde kutoka nchini Madagaskar zinaripoti kwamba jeshi la nchi hiyo limetoa rasmi mamlaka ya uongozi kufuatia machafuko makubwa ya kisiasa yaliyokuwa yakitikisa taifa hilo kwa wiki kadhaa. Katika tangazo lililorushwa moja kwa moja kupitia televisheni ya taifa, Kanali Michael, kwa niaba ya majeshi ya ulinzi na usalama, alitangaza kuwa jeshi limechukua mamlaka ya nchi Tumechukua mamlaka. Ni wajibu wetu kulinda taifa na kurejesha amani, utulivu na hadhi ya wananchi wa Madagaskar, alisema Kanali Michael katika taarifa yake fupi kwa umma. Kwa kipindi cha wiki kadhaa zilizopita, Madagaskar imekuwa ikikabiliwa na machafuko makubwa ya kisiasa yanayokumbana na maandamano makubwa yanayovuta wa maelfu ya wananchi, hususan vijana kutoka maeneo mbalimbali mbali ya nchi. Waandamanaji wamekuwa wakipinga utawala wa Rais Andry Rajoelina wakitoa malalamiko kuhusu upatikanaji wa ma, ukatikaji wa mara kwa mara wa maji na umeme unaoathiri maisha ya wananchi na shughuli za kiuchumi. Gharama kubwa za maisha ikiwemo kupanda kwa bei za bidhaa muhimu kama chakula na mafuta, madai ya ufisadi serikalini hasa katika sekta za nishati, miradi ya maendeleo na ununuzi wa umma. Machafuko hayo yamesababisha vurugu katika miji kadhaa ambapo ripoti zinaonyesha kuwepo kwa majeruhi kadhaa, uharibifu wa mali za umma na binafsi. Vyombo vya habari vya ndani vimeripoti kuwa makundi ya vijana yamekuwa yakikabiliana na polisi huku maandamano yakienea hadi miji midogo nje ya mji mkuu. Taarifa ya jeshi inaeleza kuwa hatua hiyo haikulenga kuleta ufuko kwa wananchi basi na, bali inalenga kurejesha hali ya utulivu na kusimamia mchakato wa kisiasa kwa haki na uwazi. Jeshi limeahidi kulinda maisha ya wananchi na mali zao, huku likiahidi kuweka utaratibu wa kuunda serikali ya mpito itakayohakikisha nchi inarudi katika hali ya kawaida. Hata hivyo, hatua hiyo imepokelewa kwa mitazamo tofauti. Baadhi ya wananchi wameonekana kuiunga mkono hatua hiyo ya jeshi, wakidai kuwa ni suluhisho la muda baada ya kushindwa kwa serikali ya sasa kusikiliza kilio cha wananchi wengine hasa makundi haki za binadamu na wanasiasa wa upinzani wameonya kuwa mapinduzi ya kijeshi yanaweza kurudisha nyuma demokrasia iliyojengwa kwa miaka mingi nchini humo. Rais Andry Rajoelina ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka elfu mbili na kumi na tisa baada ya ushindi katika uchaguzi uliozoa mjadala amewahi kukabiliwa na mizozo ya kisiasa mara kadhaa. Mnamo mwaka elfu mbili na tisa, yeye mwenyewe aliingia madarakani kupitia mapinduzi ya kijeshi ambapo lilisababisha taifa hilo kufukuzwa kwa muda katika jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika yani SADC ambayo Tanzania ni miongoni mwa wanachama. Kwa sasa hali nchini Madagascar inaendelea kuwa tete, huku mataifa jirani na jumuiya za kimataifa zikitoa wito wa utulivu, mazungumzo ya kisiasa na kuheshimu demokrasia kwa ujumla. Hatua ya jeshi kutoa mamlaka nchini Madagascar imeashiria mwendelezo wa changamoto za kisiasa zinazokabili taifa hilo kwa muda mrefu. Wananchi wengi sasa wanasubiri kuona kama serikali ya mpito itaundwa au kama hatua za kurejesha amani, utulivu na maendeleo ya kiuchumi zitachukuliwa kwa haraka.